Tayari imetimia saa sita kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Msomaji ni Albert Nducavano na kwanza ni mtawasiri wake. Jeshi la Polisi mkoani Shinyanga limewahakikishia wananchi wa mkoa huo amani na utulivu siku ya uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Chama cha Mapinduzi CCM kimesema kuwa moja ya vipaumbele vikuu kwa miaka mitano ijayo endapo kitashinda uchaguzi ni kumaliza migogoro ya wakulima na wafugaji nchini. Na Israeli imetangaza jana kusitisha mashambulizi yake ya anga katika ukanda wa Gaza ambayo kulingana na mamlaka za afya yamesababisha vifo vya watu arobaini na watano. Habari kamili Chato. Naibu katibu mkuu jumuiya ya Umoja wa Vijana Tanzania Bara, Musa Mwakitinya amewataka vijana wanasafirisha abiria kwa vyombo vya moto kutoa taarifa kwa vyombo vya dola wanapoona viashiria vya uvunjifu na uharibifu na uvunjifu wa amani nchini. Makitinya ametoa rai hiyo wakati akizungumza na makundi mbalimbali mbali ya vijana katika vituo vya bodaboda vituo vya mabasi na mikutano ya hadhara kupitia ziara yake katika jimbo la Chato kusini. Amesema madereva wa vyombo vya moto ni miongoni mwa makundi yanayoweza kuimarisha amani nchini kwa kufichua watu wenye silaha. Amani, umoja na mshikamano katika taifa letu la Tanzania. Mgombea ubunge jimbo la Chato kusini Pasco Utandula amesema ili vijana washiriki uchaguzi, wameamua kufanya kampeni za nyumba kwa nyumba na kuwaelimisha wananchi muhimu wa kushiriki uchaguzi. Shinyanga. Jeshi la polisi mkoani Shinyanga limewahakikishia wananchi wa mkoa huo amani na utulivu siku ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Kamanda wa polisi mkoa wa Shinyanga SACP Janet Magomi ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na madereva wa bajaji, bodaboda na magari madogo haisi katika soko kuu la mjini Shinyanga. Kamanda Magomi amewataka wananchi wote kujitokeza kutumia haki yao ya kikatiba kupiga kura, kuwachagua viongozi wanaowataka Mkoa wetu wa Shinyanga mswari, na tumejipanga maksusi. Nimekuja kuongea kipindi hiki tulichopo, kuna chokochoko nyingi zinazoendelea. Tuko katika kipindi cha kampeni. Tutakwenda tarehe 29 kwenye uchaguzi, lakini kuna maisha baada ya uchaguzi. kiwa kamanda wa polisi wa Mkoa Shinyanga, langu ni moja kuhamasisha Amani, amani, amani. Niwahakikishie, msitishwe, sisi tuko kwa ajili ya kuwalinda, na jukumu letu la msingi kuhakikisha kwamba tunalinda usalama wa raia na mali. Kama wapo miongoni ambao wanataka kujaribu kufanya vurugu ya aina yoyote, tunawapa onyo, onyo waache kwa ajili ya familia zao, kwa ajili ya vipato zao. Aidha, Janet Magome amesema jeshi hilo limejiandaa kulinda amani siku ya uchaguzi mkuu, na kuondoa hofu wananchi wasio na wasiwasi wasi wajitokeze kupiga kura kwa kuchagua viongozi wanaongoza kwa miaka mitano ijayo. Ruvuma, chama cha mapinduzi CCM kimesema kuwa moja vipaumbele vikuu kwa miaka mitano ijayo endapo kitashinda uchaguzi ni kumaliza migogoro ya wakulima na wafugaji nchini. Akihutubia mkutano Tunduru mkoani Ruvuma juzi, mgombea mwenza wa rais Barozi Dkt Emmanuel Nchimbi amesema ilani ya CCM imeweka msitizo mkubwa wa mpango wa matumizi bora ardhi ili jamii hizo mbili ziishi kwa amani na kuheshimiana. Daktari Nchimbi amesema mpango huo utahakikisha wafugaji wanafuga katika maeneo maalum yasiyoingiliana na mashamba ya wa wakulima, huku wakulima wakilima bila ya kuathiri shughuli za ufugaji. Amesisitiza kuwa hatua hiyo inalenga kulinda amani ya jamii na kuondoa migogoro na migongano ya mara kwa mara inayoripotiwa katika maeneo mbalimbali nchini kati ya makundi hayo mawili. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Bujumbura. Rais wa Burundi Jenerali Evariste Ndayishimiye ametoa wito kwa wafanyabiashara nchini humo kuwekeza katika sekta ya elimu, hususani shule za bweni ili ziweze kujiendesha bila changamoto. Ametoa kauli hiyo akiwa mjini Kayanza mkoani Butenyerea wakati wa mkutano wa hadhara na wakuu wa wilaya zote za mkoa huo pamoja na viongozi wakuu wa sekta ya uchumi nchini humo. Rais Jenerali Ndayishimiye amesema iwapo shule za bweni zitajengwa katika kila tarafa na kuwepo kwa huduma bora za chakula, wanafunzi watasoma kwa utulivu bila changamoto, jambo litakalofanikisha nchi kwa ujumla. Hata hivyo, amewataka wajasiriamali wenye uwezo wa kuwasiliana na viongozi wa shule katika ngazi za wilaya ili kushirikiana kutatua changamoto zilizopo ikiwemo upungufu wa madawati, vitanda na magodoro. Gaza, Israeli imetangaza jana kusitisha mashambulizi yake ya anga katika ukanda wa Gaza ambayo kulingana na mamlaka za afya yamesababisha vifo vya watu wa 45. Jeshi la Israeli lilidai kuwa lilishambulia maeneo kadhaa yanayodhibitiwa na Hamas baada ya wanamgambo wa kundi hilo la Palestina kuwashambulia na kuwaua wanajeshi wake wawili huko Rafa kusini mwa Gaza. Hamas wamesema Israeli inatafuta sababu za kuanzisha tena mapigano na pande zote mbili zimekuwa zikitupiana lawama kwa kukiuka mpango huo wa kusitisha mapigano uliosimamiwa na Rais wa Marekani Donald Trump na, na uliodumu kwa siku sita. Hata hivyo, mataifa hayo mawili yamekuwa yakibadilishana wafungwa pamoja na mateka katika kurejesha amani, ikiwa ni mpango wa kusitisha vita katika ukanda huo wa Gaza, licha ya kuwepo kwa chokochoko choko ambazo zinaonesha kuhatarisha makubaliano ya amani. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni mtaasiri wake. Jeshi la polisi mkoani Shinyanga limewahakikishia wananchi wa mkoa huo amani na utulivu siku ya uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Chama cha Mapinduzi CCM kimesema kuwa moja vipaumbele vikuu kwa miaka mitano ijayo endapo kitashinda uchaguzi ni kumaliza migogoro ya wakulima na wafugaji nchini.